Wananchi niringa wameswali swala ya idaofitri katika vya Samora, na katika michezo na burudani, timu ya mkoa wa FC yaigaragaza timu ya rokofca2 kwa sfuri. Habari mtazamaji wa yoayekitwa popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Mce. Mwanahabari wetu Hamidu Abdalla anaongana taarifa hii. Sheikh Chalamila ameeleza katika hutuba faida ya kutoa zaka tulfitri na kina nani wanapaswa kutoa zaka hiyo, kwani Waislamu wengi wamekuwa na tabia ya kutu kutokutoa zaka kwa kisingizio cha wao ni maskini na wamewaachia matajiri ndiyo watoe zaka tulfitri. Yule ambaye atakayetoa zakatul fitri baada ya swala baada ya swala ya idi kusaliwa, hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka, lakini ulazima wa kutoa bado upo pale pale, hata kama hujatoa mpaka sasa hivi. Linabadilika jina tu, haitaitwa zakatul fitr, bali itakuwa ni sadaka kama zilivyo kwa sadaka zingine, lakini ulazima wa kutoa upo pale pale. Aidha, Sheikh Chalamila amewataka Waislamu kushiriki katika mchakato wa kuwapata viongozi kupitia uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais wa kuchaguliwa au kuchagua, kwani Uislamu unaruhusu harakati za kisiasa Tutumie fursa hii pia vile vile kukumbushana kukumbushana kwamba hii ni haki ya kila mtu kuchagua na kuchaguliwa. Kila ambaye anadhani kwamba anayo fursa, anavyo vigezo vya kugombea nafasi yoyote ile, basi atumie haki yake ya msingi ya kikatiba. Hatukatazwi katika Uislamu kugombea nafasi yoyote ile kama unadhani utakwenda kuyaweka sawa na utakwenda kumtumikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika nafasi hiyo. Baada ya hutuba na swala ya Idi kutamatika, baadhi ya Waislamu mkoani hapa wametoa uchambuzi wa namna walivyoielewa hutuba kutoka kwa Kadhi Mkuu wa mkoa wa Iringa Ama kwa yale ambayo ameyaongea katiba, mambo ya kuendelea kuyasisitizia kwamba uh, wale ambao walikuwa wanafanya ibada kwa sababu ya kudhani kwamba wanafanya ibada tu kwa, kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani basi mwezi wa Ramadhani umeisha, lakini kwa wale waliokuwa wanafanya ibada kwa sababu ya Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu yupo na hapo na ataendelea kuwepo. Siku ya leo tumejifunza vitu vikubwa, ikiwemo kushiriki na maskini, kuangalia wale ambao wana uhitaji maalum hasa katika zakati fitri, kuhakikisha kwamba inatolewa mapema, lakini kama mtu akijaliwa pia kutoa kabla ya sala, basi anachoweza kukifanya ni kuendelea kutoa kama sadaka zingine. Ikumbukwe kuwa swala hii ya Idd el Fitri huswaliwa na Waislamu duniani kote baada ya kutamatika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na inaweza kuswaliwa msikitini ama kiwanjani Sheikh, Sar Al Azmu Sultani kutokea Misri ndiye aliyeswalisha swala ya Idi Elfitri katika kiwanja cha Samora mkoani hapa, huku hutuba ikitolewa na kadhi wa mkoa wa Iringa Shekh Abubakar Chalamila. Moja kati ya mambo ambayo yamehutubiwa katika sikukuu hii ya Idi Elfitri ndani ya uwanja huu wa Samora ni kuhusiana na utoaji wa zakatul fitri. Shekh Abubakar chalamila Kadhi mkuu wa mkoa wa, wa Iringa ametuambia kwamba zaka inasafisha madhambi yaliyojitokeza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo Muislamu unatakiwa utoe zaka tulfitri kabla ya swala ya idi. Lakini pia amegusia kuhusiana na Waislamu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa kumchagua mbunge, rais na madiwani. Amesema Uislamu unaruhusu Muislamu kushiriki kwa kuchagua au kuchaguliwa. Nikiripoti nje ya uwanja huu wa Samora. Mimi ni Hamid Abdallah wa UoI Digital. Raisi wa TWCC Tanzania Women Commerce of Chamber kanda ya nyanda za juu kusini, amewapongeza wakurugenzi watendaji wake kwa shughuli wanazozifanya, ikiwa ni pamoja na kuwashika mkono vijana kwa kuwainua hasa katika ujasiriamali. Angel Magesa anatujuza zaidi. Akizungumza katika semina ya a wajasiriamali na wafanyabiashara mkoani Iringa, rais wa TWCC amewataka wazazi na walezi kuwahimiza vijana kujiunga katika dirisha la vijana ili waweze kupata fursa hasa katika biashara na ujasiriamali. Sisi kina mama tuwashawishi vijana wetu wajiunge hili dirisha la vijana. Kila mtu mwenye mtoto hakikisheni, mwenye kijana yuko chuoni miaka 18 mpaka 35 Naye mgeni rasmi ameiomba serikali kutoa mkopo wa asilimia kumi kwa vijana na akina mama, mara nyingi kwa wafanyabiashara watakaoweza kurejesha mapema ili kuwa na wafanyabiashara wa mfano katika jamii. Tunaposema mikom, mikopo ya asilimia kumi tuwe na mifano ya wale wajasiriamali wakubwa, kwamba tulikupa awamu ya kwanza ukafanya kitu kizuri, tukakupa awamu ya pili. Ikiwezekana ya tatu, mwisho wa siku tuje kitu kizuri na kwa ni mfano asilimia 10 ambayo Mheshimiwa rais anasema kila siku. Sambamba na hilo, washiriki waliohudhuria katika semina hiyo wamewashauri vijana kuwa na maono chanya wanapokuwa shuleni wasitegemee kuajiriwa bali wajitahidi kujiajiri na kufanya shughuli za ujasiriamali ili kujipatia kipato, vilevile wajiunge katika shughuli za kilimo kwa lengo la kujikwamua kiuchumi. Hata wanapobarikiwa kwenda shuleni mawazo yasiwe kwenye ajira tu, mawazo yaelekee hata kwenye kujitegemea, kwa maana ya kwamba kile ulichonacho kidogo ndicho ambacho unatakiwa kuanza nacho. Tayari tuko kwenye mazingira ambayo kuna watu ambao wamethubutu na kuingia kwenye kilimo, wana ujuzi wa kutosha. Kuwe kuna namna ya kuwaatachi hawa vijana ambao wanahitaji kuingia kwenye kilimo, lakini wanaona changamoto, basi wawe atachidi kwenye makundi tofauti tofauti ya hao watu, ili angalau hawa vijana waweze kupata ule ujuzi wa kuwa kwenye kuingia kwenye, kwenye, kwenye kilimo. Ikiwa ni siku ya mwisho ya maadhimisho ya wanawake duniani, wanawake wa mkoani Ilinga wameweza kuadhimisha kilele hiki katika ukumbi wa Sambala Hall, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni katibu tawala mkoa wa Ilinga. Kutoka ukumbi wa Sambala Hall, ni mimi Angel Magesa wa UoI Digital. Taarifa yake Angel Magesa inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukarejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Isaac Ichioko. Nikusi endelea kuwa nasi. Mechi ya kirafiki kati ya timu ya chuo cha Mkwawa zidi ya timu ya chuo cha Ruku iliyoandaliwa na serikali ya wanafunzi chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa kwa lengo la kuendesha bonanza la kutoa elimu ya jinsi ya kujikinga na magonjwa ya kuambukizwa umetamatika kwa wenyeji Mkwawa kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri zidi ya wageni timu ya Ruku esha kikiando. Kocha wa timu ya Ruku am, amesema licha ya kupoteza mchezo huo, lakini wametawala mchezo katika dakika zote, na ametaja walipozidiwa na mpinzani wake, ni kwamba alijitahidi. Kuna baadhi ya maeneo kweli yalikuwa vizuri, maeneo kama ya kiungo ambayo alikuwa complicated sana kwangu, kwa sababu viungo wangu walikuwa, nadhani aidha ni pressure au ni, ni nini, kwa sababu wengine ndo ingizo jipya yani ndo mara ya kwanza kucheza timu ya chuo, na unajua ukisikia title timu ya chuo, kwa kuna muda mtu anaweza aka underperform kwa sababu tu hiyo, ila binafsi nadhani wao wamejitahidi kwenye eneo la kiungo. Ndio maana hata hata ukiangalia kuruzi tumeruzi asilimia kubwa ni magoli ya penati nadhani yote. Pia naoza wa ruku Faisal Sadi amesema ni mchezo mzuri ambao walijituma kutafuta ushindi, lakini bahati haikuwa kwao, wamepoteza mchezo. Tunapopata nafasi nafasi hatuzitumii, wakaja kwetu tukafanya makosa, wametumia makosa yetu wameshinda, ameshinda mechi. Kwa mimi nafikiri changamoto kubwa ilianza kwetu sisi sisi kukosa nafasi nyingi ndio kapelekea wao kushinda mchezo. Ila nafikiri kama sisi nafasi zetu tungeshinda, tungekaba kwa usahihi kwetu, usingepata penati, basi mechi ingeisha tumeshinda, lakini nafikiri tumekosa umakini wakati tunapocheza nao, kwa sababu nafikiri ni mechi kama ya tatu ya nne tunacheza nao, na ni makosa yale yale ambayo yanajitokeza. Upande wa kocha wa kikosi cha Mkwawa Petro Mrope ameelezea sehemu waliozidiwa na mpinzani wao, licha ya kushinda mchezo huo, huku akiahidi kufanya maboresho katika michezo mingine ya kirafiki kuelekea mashindano ya vyuo yatakayofanyika Wapinzani wetu sehemu ambayo kidogo walikuwa na nguvu kwanza ilikuwa ni sehemu ya katikati. Kwa hiyo nilicho kuwaambia vijana wangu ni kwamba kama wao wana nguvu katikati basi si tutumie mapana na marefu tusipite katikati tuwashambulie kupitia pembeni. Tuchukulia mechi kama maandalizi ya mashindano ya, ya Tusa hiyo ilikuwa itakayofanyika Morogoro mwezi wa pili kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 27. Naye nahoza wa kikosi hicho Justin Chubwa amesema kupata ushindi, lakini wamecheza mchezo huo bila maandalizi kwa sababu ya kuchelewa kupata taarifa na pia wachezaji wengi hawakuwepo kwenye kikosi taarifa tu ya kupata ya kupata taarifa kwamba leo kuna mchezo tutacheza, tumeipata jana jioni, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa maandalizi, japo tumepambana, hasa kama unavyoona mimi kapteni namba tatu leo nimeshika, nime usinga. Wachezaji wengi wa timu ya chuo bado hawajarudi, kwa sababu wengi walikuwa wako likizo, lakini tunashukuru Mungu tumepambana na tumefanikiwa kupata ushindi. Penzi mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo mechi ya kirafiki kati ya timu ya Ruku na Mkwawa imetamatika kwa timu ya Mkwawa kupata ushindi wa mabao mawili. Lengo la mechi hii ilikuwa ni kukamilisha bonanza ambalo lilikuwa limeandaliwa na serikali ya chuo kikuu cha Mkwawa kishiriki cha elimu kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma kuhusu magonjwa mbalimbali ikiwemo virusi vya UKIMWI. Ni kiripoti kutoka hapa viwanja vya michezo vya chuo kikuu cha Mkwawa, ni mimi Isaac Chiyoko, wa chioko wa UoI Digital. Shukrani sana Aizanchioko, kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na sili ya kombe. Ni kawaida yetu chaneli ya UoI Digital kukuletea misamiati kila siku inayotokana na lugha ya Kiswahili. Lengo kuu la misamiati hii ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo nimekuandalia msamiati kele. Twende tukaone baadhi ya wanafunzi wakijaribu kutunga sentence kwa kutumia msamiati kele. wakati wa likizo nilikutana na kele nyingi sana. Ukifanya kele nyingi, unahitaji muda wa kupumzika. Amaji hao walikuwa ni baadhi ya wanafunzi wakijaribu tu kutunga sentensi kwa kutumia msamiati kele. Ni matumaini yangu utakuwa umejifunza kitu. Kabla ya kuhitimisha kipengele hiki, ningependa kukuachia maana ya neno kele. Kele ni kazi nyingi anazozifanya mtu akizunguka huku na kule. Nami kabla sijahitimisha kipengele hiki, ningependa kukuacha na sentensi inayosema kele zinachosha mwili. uadikto tulonge kidiktari na nami nakuachana na sentensi inayosema mama Pendo anapenda sana keki. Mtazamaji wa UoI Digital, na huu ni mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuandamana nasi toka mwanzo mpaka mwisho, ni kutakia jioni njema, asante na kwa heri.